Kuna elimu kuhusiana na mambo ya kodi ushuru. Ushuru, kwa nini ushuru unakuwa hivi zanzi, kulu, tena, wana, mmojo, kwa nini ukinunua gari Zanzibar ikifika kule unalipia tena? Hizo elimu ndio zinagusa moja kwa moja wananchi, kitu kikubwa, nafikiri uchambuzi kile unataka kufanyika, kwa sababu ni moja katika jambo ambalo linazungumzwa sana, na pengine ingekusaidia kupunguza vile viashiria vya muunyogo wa muungano, na diplomasia imara Afrika Mashariki na kusimama kwa uchumi wa pamoja na ushiriki wa kimataifa kama dola moja imara. wa Tanzania ni nchi pekee ambayo iliodumu au iliodumisha muungano wake wa nchi mbili zilizokuwa huru na kimsingi, muungano huu haujadumu kwa miujiza, umedumu kwa sababu tuliungana bila kulazimishwa waliungana wananchi wenyewe, baadaye viongozi wa kisiasa wakaja wakausimika muungano kwa njia za kisheria na kuweka katiba. Sekta ya habari ina wajibu mkubwa wa kulinda na kuimarisha muungano kupitia habari sahihi zinazotolewa na vyombo vya habari, na lenyewe hili vile vile nataka nilisisitize, na tuna ushahidi mwingine ya ushiriki wa vyombo vya habari katika kubomoa amani za nchi zao. Viko vyombo vya habari vya nchi mbalimbali ambavyo vilitumika katika kupeleka taarifa zenye kuleta mgawanyiko miongoni mwa wananchi. Viko vyombo vya habari vilianza kuzungumzia uchonganishi kati ya makabila na makabila, kati ya dini na dini, kati ya maeneo na maeneo kwa kudhani kwamba wanapendelea maeneo wanayotoka, ulini wanazotoka, au makabila wanaotoka, au rangi wanazotoka, na hatima yake ikasababisha mauaji na machafuko katika nchi zao.